Simba Sports Club mabao mawili uh, JKT Tanzania wamepata goli moja. Niko na Malaika. Uko hali, lakini niko vizuri hey. Malhaba bwana, leo nimekuja kumchezea mdogo wangu, mdogo wangu Masabwile, yule ni mdogo wangu wa tatu kuzaliwa, kwa mdogo wangu wa tatu kuzaliwa Masabwile. Na nilimweleza Masabwile, wewe Mungu amekujalia kuwa na maneno laini, lakini wewe hauna mpira. Sisi lazima tutawashenyenta na mwisho wa siku wamebana wewe, yeah. Wame. Yeah. Sijani kuchukua alama tatu ile leo. Sasa sasa, ugumu ulikuwepo, ila siku zote unaambiwa, mtoto akishaingia chumbani, mtoto akiingia chumbani, shari itaafanyaje? Haina maana. Kwa hiyo unaambiwaje? Hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Sawa, masabui ni mgumu, ila si tunamnywa na chai <laughs> masawile anasua ngumu lakini eh, ana maneno laini sana. Nikweli, nikweli e bwana, uwanja wa leo Yanga Africans walishindwa kuchukua alama tatu hapa leo hii. Mnyama Simba kwa msimu mwingine anakuja kuchukua alama tatu hapa. Nini siri ya mafanikio? Kwanza lazima niseme tunashukuru Mungu, uwanja umezinduliwa na taa mpya tunazindua, halafu JKT tunaenda kuwashenyenta sawa, tunawashenyenta hizi taa, hizi hizi taa sisi ndo bismillah, leo ndo tumezindua. Kwa mwisho wa siku, tunajisikia raha mstarehe. Kila siku jeketi tunamfunga we kwa mpira ambao umeuona hii leo, unatuma salamu gani kwa mtani? Kwa mpira ambao tumeuona leo, salamu kwa mtani, hajiandae sawa. Mtani wetu safari hatakuwa demu, kafia ghetto. Eh, bwana, yes. Kiufupi, wakumalizia wape salamu watani, jamaliza kwa mpira huu watani sana, demu kafia geto, hey.